Naam bwana, moja kati ya vitu ambavyo tumeviona huko mtandaoni bwana, ni kwamba kwa mara nyingine, au kwa mara ya kwanza kabisa, mara tu baada ya Ibra kujitoa katika record label ya Konde Music Worldwide, japokuwa alitoka kwa Ngori, lakini at the end of the day ni kwamba Ibra ameamua kuweka Yeah, feelings zake wazi kwamba bado anamkubali Conde Boy, anamkubali bado Harmonize kwa jinsi ambavyo alivyomsupport na amefanya afike hapo alipo, yani, kwamba Ibra bado ana acknowledge mchango wa Harmonize katika katika kariya yake ya mziki. Bona kuna moja kati ya show ambazo Ibra amezifanya hivi karibuni, kama vile anamshukuru pia Harmonize kwa jinsi ambavyo saivi mwenyewe Ibra anavyoona mambo yake yanavyomwendea. Video ya show yake mpya kabisa. Kisha hata kama amejitoa sana kaka Konde, bila wewe isingekuwa rahisi hii kitu music. Nenga tajiri, jipe show nyingine Nye, nenga tajiri nipe show nyingine nikutane na mashabiki zangu. Nimemisi sana kuona nikiimba nao. Yeah, bwana hii of course eh. Ni show ile ya Uh, kuna show hii ya Billnass nadhani utakuwa unafahamu kwamba anafanya show za chuo kwa chuo, na of course zimekuwa zimekuja vizuri na zinaenda vizuri sana, kwa sababu ungetazama tu kwa haraka haraka utaona kabisa kwamba show ya chuo kwa chuo ambayo Billnass ndiye kama vile ndo ameianzisha, amewapatia nafasi wasanii wengi tu akina Wozu, lakini Ibra pia ni miongoni mwa wasanii ambao wamepata hiyo opportunity. Kwa hiyo Ibra ameonyesha jinsi ambavyo alivyo perform alivyoimba na mashabiki zake, lakini pia akaandika hapo kwamba amemshukuru pia Harmonize kwa hii dili la kwanza au show ya kwanza kabisa ya kwake yeye kufanya tokea alivyotoka Konde Gang, na amemshukuru Konde, lakini pia amemwomba Bill Nasser ampatie tena show nyingine. Umeona bwana. Kwa hiyo ameandika hapa kwamba